Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Waheshimiwa viongozi na wananchi wenzangu, napoelekea kuhitimisha niseme kuwa toleo la sheria za Tanzania zilizofanyiwa urekebu la mwaka 2023 20, ni dhamira ya dhati ya serikali kujenga taifa linalosimamia utawala bora na utawala wa sheria kwa kuwa na sheria zilizowekwa uwazi zilizo sahihi na zinazoeleweka. Amesema Mwanasheria Mkuu wa Serikali kwamba sheria ni msingi wa haki, amani na maendeleo. Na ndio maana serikali inajielekeza na kuwekeza katika fani ya sheria na kufanya yote yanayotakiwa kufanywa ndani ya fani ya sheria, mahakama na mambo na maeneo mengine, ili kuweka msingi mzuri wa haki amani na maendeleo kwa nchi yetu. Wote mnakumbuka mapendekezo tuliyopata kwenye kam, kwenye Tume ya Haki Jinai, mapendekezo ambayo serikali yetu tumejitahidi kuyatekeleza kwa kiasi kikubwa. Lakini nipongeze sana mahakama chini ya msimamizi wa jaji mkuu wametekeleza almost 90% ya mapendekezo yale. Kwa hiyo vyombo vingine navyo vinafuatilia kutekeleza yale, ikiwemo hili tunalolifanya leo ni kutekeleza mapendekezo ya haki jinai, ili haki inawiri ishamiri nchini na taifa lipate maendeleo. Usisahau kusubscribe kucomment ku like na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media.